Maombi hayo yametolewa leo katika mkutano wa hadhara uliofanyika sokoni hapo na kuhudhuriwa na mkuu wa wilaya ya Nyamagana, Bi Amina Makilagi na viongozi mbalimbali mbali wa soko na wafanyabiashara wa soko hilo. Hapa eneo la jiji la Mwanza hapa kusoko kuu, tuna mzunguko wa watu wengi sana, lakini kama ikiwapendeza, watu wengi hawajui kwamba namba ya dharura ya TANESCO ni ipi wameshindwa kutuwekea vibao kwamba kama kuna dharura hapa, karibu na kwangu paliungua moto, hakuna hata mtu mmoja anayejua kwamba nipige namba gani. Lakini kama kuna kibao ambacho kinaonyesha kwamba hapa ukipiga 180 utapata huduma, tunachukua zima moto, immigration sehemu nyingi ambazo unaweza kuta hapa kwa mzunguko mtu imesha kaka wengi. Leo hata ungeuliza kwa testi hapa kwamba namba ya dharura ya TANESCO ni ipi, ya wajua hapa sokoni nilipo ofisi ya mwenyekiti na mtendaji, lakini leo hii kila kitu tunaambiwa huu umu, serikali ya mtaa imekataliwa kuingia huko, tunashindwa kuwasikiliza wananchi wetu kwa sababu hatuna ofisi, na ombi uweze kutusaidia wamama ambao tuko humo, angalau tuboreshewe hilo eneo ambalo tunalo lipo, tu ni eneo kubwa ambalo tunaweza tukaiboreshewa, tukaweka samaki pale nje, tukapanga samaki kwenye meza na wateja wakaja wakanunua samaki zilizo fresh. Tunauza samaki freshi, lakini kwa kuwa tumo ndani hatutoki nje kwenye meza, inaonekana kwamba tunauza samaki ambazo sio nzuri. Akizungumza kwenye mkutano huo, mkuu wa wilaya Nyamagana, Bi Amina Makilagi ameuagiza uongozi wa soko hilo kuandaa orodha ya changamoto zote zinazowakabili wafanyabiashara hao, ili serikali iweze kuweka mpango madhubuti wa kuzitatua kero za wafanyabiashara hao na tulisema kwa sababu kuna mzunguko mkubwa, tulitamani pawepo na kituo cha polisi, lakini tukasema madam, kuna kile kituo cha pamba kiendelee kuwa kituo cha nini, lakini jengo la mama la kunyonyeshea, ofisi ya mwenyekiti wa soko na ofisi ya mwenyekiti wa mtaa, tulisema zitakuwepo hapo. Sasa madam hazijaanza, naomba nilibebe hili jambo, nitakaa na mkurugenzi awatengee maeneo yenu kama tulivyowaahidi na kwa kweli unachosema ni ukweli, huwezi ukamwachia meneja peke yake ambaye yeye ya amekaa kibiashara kwa ajili ya kuliangalia soko bila kuweka uongozi wa soko na uongozi wa mtaa. Nitawaelekeza wanaohusika kwanza waje watoe elimu, lakini la pili waje waweke vibao vinavyoonyesha wananchi wakipata dharura ni wapi wakimbilie, sawa eh, hata namba ya dharura ya polisi pia, ya kutoa taarifa za uhalifu na kadhalika na kadhalika namba za kulipa kodi, namba matukio mbalimbali ya kijamii. Nitawaelekeza waje watoe mafunzo hapa, lakini vilevile waweke miundombinu kwa ajili ya kuelimisha watu namna ya kujikinga na majanga ya moto. Nikilipoti kutokea hapa mkoani Mwanza, ambapo leo hii mkuu wa wilaya amekutana na wafanyabiashara wa soko hili. Sada Mzinga, Abudi TV.